Sheikh Ponda mgombea wa ubunge Temeke, tunaye Sheikh Nyogori mgombea wa ubunge Bagara, lakini tunaye mama yetu mama Mariam Kisangi mgombea wa ubunge Temeke kwa CCM chama tawala. Sasa mtawapa dakika mbili mbili, kila mmoja atoe salamu za amani. Sheikh Ponda uje hapa ili utuambie dakika mbili juu ya umuhimu wa amani. Karibu sana, alafu Shekinyogori, alafu maiki iende kwa mama Mariam Kisangi, mbunge ambaye chama chake kinatetea jimbo lao. Shekh Ponda, dakika mbili, hatuombi kura, tunatoa salamu za amani. Karibu.

Mimi kama alivyosema Shekhe Salum Alhadi katika masuala haya ya kijamii nagombea ubunge jimbo la Temeke. Baada ya kupewa fursa hii ya kugombea ubunge, nilifanya ziara katika kata zote kumi na tatu nikiongea wa na wananchi mbalimbali nilikwenda kule kwa lengo kwa malengo mawili. Lengo la kwanza ilikuwa ni kusikiliza shida zao, na lengo la pili ilikuwa ni kujua mazingira wanayoishi, ili nikipata fursa, basi niende nikatetee jambo ninalolifahamu. Nimesema haya kwa sababu tabia ya mtume wetu Muhammad sallam ilikuwa ni kujua shida za wananchi, lakini hivi karibuni nilikuwa katika hospitali ya Mwimbili tukishirikiana na taasisi ya Madina Foundation, tupeleka mahitaji mbalimbali, tupeleka madawa, chakula, maji na vifaa mbalimbali campus na mahitaji mbalimbali mbali. tulifanya haya kwa sababu ndio ilikuwa tabia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ndugu zangu, nilipenda nigusia haya nikisisitiza kwamba ni lazima tumuigize Mtume wetu Muhammad sallam kwa vitendo. Alikuwa tabia yake akiwahudumia ya watu, akitetea haki za watu, akijua wa shida za watu, na akiwasaidia watu. La mwisho nisisitize swala la kujitokeza tarehe 29 Oktoba. Muhimu tujitokeze, twende tukapige kura Tuchague watu ambao watatuwakilisha watu wenye uwezo, ili tupate viongozi wazuri katika taifa letu. Naamini kwamba uchaguzi utakwenda kwa njia ya amani na utulivu na tutafanikiwa kupata viongozi wazuri. Asanteni sana, asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Waaleikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Nimemsikia shehe Ponda hana habari ya maandamano wala haimezi vurugu nchini, anataka amani. Kwa hiyo watu washiriki katika uchaguzi kwa amani.